Kwa muuza pombe na kauli iliyo na nguvu, shika kauli, asema: je, kipi afanye mtu aliyeacha kunywa pombe hali ya kuwa ana deni kwa muuza pombe, alipe au asilipe? Umekwenda huko kunywa pombe zako, ulikuwa mlevi, na huu ni mtihani katika mitihani ambayo Allah huwapa waja wake mtu akatiwa mtihani akawa yeye ni sharibu lkhamri, ni mtihani. Sasa Allah akawa amekutoa huko, kwa sababu mudmin katika shari katika shurbi lkhamri katika hatari. Mudmin mwenye kudumu kunywa pombe katika hatari. Sasa huyu ameacha, lakini alikuwa anakunywa mathalani kwa bili, alipa kwa mwezi, kila mwezi analipa, atakunywa zikifika mwezi, labda laki mbili laki ngapi, anakwenda kulipa. Sasa kabla mwezi haujafika ana deni kule, deni lipo na yeye sasa. Mimi basi kulepona, ye akalipe. Wewe utajibu vipi? Maadamu adaiwa kalua mali ya watu, basi akalipe. Sio wanawachuoni wanalilahikisha wana, wana, wana hili sawa na mtu alichukua mkopo wa riba, mtu amechukua mkopo wa riba mathalan yakafa akiwa adaiwa rasil mali kile kiasi alichokikopa mathalan, amekopa milioni kumi lakini kuna riba juu yake, labda milioni tano ta ki adaiwa milioni kumi na tano pamoja na riba. Wale warithi watalipa milioni kumi tu, ile iliyozidi katika riba hawatailipa. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya mina riba kiacheni kilichobaki kilichobakia katika riba. Kwa hiyo hakitakuwa katika dhimma ya yule aliyekufa, wala dhimma ya warithi. Basi na hivyo hivyo, kwa yule ambaye atakuwa amechukua mkopo wa pombe na anadaiwa, basi hata lipa kwa khiari, hata lipa kwa sababu kashatubu, shatubu na ile jambo la haram na manfaa yake ni haram Kwahiyo ndio uzuri wa kuacha pombe. Sasa chakuyu alafu ambao ulipi basi, mtihani kweli na